Mwenyezi Mungu tunamshukuru Allah Tabarak wa taala. Juzi tarehe 26 wakati ya muungano wetu wa sub county ya Burla, ya kwa baadhi ya wasomi ya katika jamii wengine walikuwa katika social media, wakikana na kukondem, wakisema ya kwamba sisi tumefanya incitement. Walifanya kwamba Wata, wakaandika mabarua kwa county commissioner wakaandika barua kwa DCI na wakasema kwa ya kwamba sisi tuchukuliwe hatua. Sisi hatuogopi mtu yoyote wala haturidhishi well, mtu yoyote yes. Akuna, sisi tuko kwetu na hatuangili haki ya mtu yoyote, na hii hatutoi msamaha juu ya hiyo maneno, hakuna apology tunatoa. Apuna. Tunarudia kusema ya kwamba visima yetu ni yetu, tutauzia kwa ile mtu tunataka na tuna kataza, kataza tunayetaka. Hiyo ni moja. Kama wewe uko na kisima yako, wewe kaa nayo ama uuzia wale wanataka. Nchingine wewe hata hatujui umetoka wapi, wewe ni mtu hata jamii yako hayuko Tanariva. Tunajua kwamba wewe unaosha ofisi ya mtu, wewe endelee na kuosha ofisi ya watu Jitokeze simama, ile kitu la simama wewe kora na kipini. Sisi tuko na sauti na tuko na uhuru. Kama hiyo Somali waile yako ikifika Mororo haivuki, ni Tanariba peke yako, ni Tanariba peke yake. Sisi hatukuogopi wewe na wahuni wako ambao kwamba wanaandika kwa social media. Mimi kama secretary general of council of elders ya Ifip na maretuwa Niko tayari enda, enda, enda kwa timu yako, enda DCI ambayo unataka, enda kwa shukuru tu. Wewe unataka kuja uniweke ndani mimi na ya wazee yangu, utaona tamduni. Wewe ni nani ambayo unaandika kwa social media? na hii ni jamii ambayo imanazasiu yake wako na heshima yao, wako na vigini vyao. Umewakuta hapa na utawawacha hapa. kwa hayo machache ya